baada ya Yesu kuweza kumponya yule aliyekuwa amepooza ndani ya sinagogi, Mafarisayo waliokuwa wakimchunguza waliungana na kundi la Maherode ambao walikuwa ni najisi, wakataka kupanga kuweza kumuua Yesu. Yaani wema wa Yesu aliyokuwa ameutenda ulipelekea hao mafarisayo wamuue Yesu. Alipoona hivyo akaamua kujitenga akatoka ndani ya sinagogi akaamua kwenda baharini mahali pasipokuwa na watu yeye pamoja na wanafunzi wake. Twajiuliza maswali haya: je, kitendo cha Yesu kujitenga kuondoka, e, ndani ya sinagogi kwenda baharini aliwaogopa wale mafarisayo na maherodia? Hapana, Yesu hakuweza kuwaogopa, kwa sababu hata tendo lake la kuweza kumponya yule aliyekuwa amepooza ulikuwa ni ujasiri mkubwa bali saa yake ya kusulubiwa ilikuwa bado haijafika. Hakuwa tayari muda huo, kwa sababu mbele yake kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo alipaswa kuweza kuyafanya, kuweza kuwaokoa watu ambao walikuwa ni wahitaji. Akaona ajitenge kwa wakati huo. Twajifunza kitu hiki, mara nyingi unaweza ukakataliwa katika eneo ambao uko nalo, watu waweza kupanga mambo mabaya juu yako kwa sababu umetenda mema. Kukataliwa ni kitu cha kawaida, Kufuatiliwa ni jambo la kawaida, usiingie kwenye mapambano na wao kwa sababu una uwezo kujitenga pia na hao watenda mabaya, kutafuta nafasi nyingine ya mapumziko, ukae utafakari, pia ni hekima ambayo itakusaidia katika kuweza kusonga mbele katika safari yako, yaani bado tunakuhitaji katika mambo makubwa mbeleni. Hawa ambao kundi dogo ambao ni wabaya, wanavyotaka kuweza kukuangamiza Achana nao, jitenge, nenda pembeni, kwa sababu jamii, ndugu zako, kuna watu wengi sana wanakuhitaji kwa ajili ya kuwasaidia katika mahitaji yao. Yesu, hekima yake ya kujitenga na hawa Mafarisayo ituongoze katika kipindi kigumu ambacho tuko nacho. Akiwa kule baharini, amejitenga akiwa na wanafunzi wake, ndipo umati wa watu wakamjia, watu wengi wakamfuata. Watu wakatoka maeneo mbalimbali. Kwa nini watu walimfuata? Kwa sababu waliona nguvu ya kimungu ndani mwake, walimuona Mwenyezi Mungu mwenye huruma ndani ya Yesu, na hawakumwona Mwenyezi Mungu ndani ya wale mafarisayo waliokuwa wamejaa chuki na hila kwa Yesu. Wakamfuata Yesu na Waibrania, waraka kwa Waibrania unazungumza, unasema kwamba Yesu walipokuwa wamemfuata wale watu, Yesu ana uwezo wa kuweza kuwaokoa kabisa wale wanaomjia Mungu kupitia yeye. Yaani, kitendo cha kumwendea Yesu, kitendo cha kumfuata Yesu katika mahitaji yako, yeye ana uwezo wa asilimia mia moja kuweza kuokoa, kwa sababu yu hai. Hajawahi kumwacha Yesu mtu yeyote yule ambaye amemwendea katika mahitaji yako katika magumu ambayo uko nayo Mtafute Yesu popote pale alipo, mwendee. Hasa hivi kuna kasumba watu, badala ya kuweza kumwendea Yesu, kumtafuta Yesu popote pale alipo, kumtafuta Yesu katika neno lake, kumtafuta Yesu wa Ekaristi, ukamweleze shida zako, ukamimine moyo wako kwake. Tunawatafuta sana watu wa Yesu ambao mara nyingi waweza kuwa na roho ya ufarisayo. Usiwatafute watu wa Yesu, mtafute Yesu kama wale watu waliokuwa wamemwendea Alipofika, walipofika pale, aliwaponya wengi. Wenye misiba walimrukia, wapate kumgusa. Pepo wachafu walianguka mbele zake wakipiga kelele wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Twajiuliza swali hili: kwa nini mapepo walipiga kelele wakisema wewe ni mwana wa Mungu, na kwa nini mapepo hawakupiga kelele kwa Mafarisayo? Mapepo walipiga kelele wakikiri kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu walimuona Yesu akiwa na mahusiano ya karibu sana na Mwenyezi Mungu. Na baadaye, kwa sababu alipokuwa na mahusiano ya karibu na Mwenyezi Mungu, ikawa ni tishio kwao, yakawa yanaungua, yanapata mateso, wakamwambia, tunaomba usitutoe katika haya maeneo, na Yesu akayakemea kwa sauti moja, yakatoka wale wagonjwa wale wagonjwa wakawa ni wazima. Tunajifunza kitu gani? Nyakati ambazo mwanadamu anakuwa na mahusiano ya karibu sana na Mwenyezi Mungu, magonjwa, mapepo na vitu vyote ambavyo vinavyoweza kumtishia maisha yake havina nafasi. Usipokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, utakuwa ni uwanja mzuri mapepo kuja kukusumbua, lakini ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, watakuogopa, utakuwa salama binadamu akisali, binadamu akiwa na moyo wa ibada kwa Mwenyezi Mungu atakuwa salama. Hivyo basi, tumia muda wako mwingi kuweza kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu katika ibada. Sali, utaogopwa na kila aina ya ubaya ulioko duniani hapa, hawatakusogelea kwa nini? Bwana ndiye mchungaji wako. Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa adui zetu? vilevile vile pia kama mapepo waliweza kumkiri Yesu Kristo kwa kunyenyekea wakasujudia. Popote pale unapokwenda katika nyumba ya ibada, inama, msujudie Mwenyezi Mungu. Popote pale unapoenda katika nyumba ya ibada, ingia ndani, piga goti, msujudie Bwana, kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme. Usipomkiri sasa hivi, siku moja utakuja kukutana naye, na mapepo haya haya ambayo yalimkiri Kristo watakwambia sisi tulimkiri Kristo, lakini wewe mwanadamu, kwa kiburi chako huku mkiri Kristo, hukuwa na muda wa kuweza kumsujudia. Tumia muda wako ukingali hapa duniani kumsujudia Bwana uweze kuwa karibu naye, maisha yako yaweze kuwa salama na siku moja akupokee huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.